Kwa salimu asubuhi ya leo, hamjambo. Asante kwa kujiunga nami katika channel hii ya Dr. Wilson Swahili channel. Nashukuru Mungu kwa ajili yenu na nampa Mungu heshima na utukufu. Kwa wote ambao mna matatizo sana sana, wale ambao mnaendelea kumwamini Mungu kwa ajili ya madeni mengi ambayo mko nayo, mambo ya madeni imekuwa ni tatizo sugu sana kwa watu wengi wa Mungu. Mnaopitia hali hii sambaratisho nyingi za maisha uh, zinawasukuma kuwa kwa madeni, kwa sababu watu wanakuwa kwa madeni kupitia kwa magonjwa. Watu wanagonjeka kiasi ya kwamba wanakosa uwezo wa kufanya mambo fulani mpaka wanaingia kwa madeni, na pia kuna watu ambao wanakopa ili wafanye biashara lakini wakati ambapo wanakwisha kopa wafanye biashara, mambo inaingilia kati. Sasa ile hela ambayo wamekopa inaenda kwa kutatiwa yale matatizo. Sasa unabaki kwa madeni, unabaki kwa shida, yani ile kazi ulikopa nayo pesa au kulipa au kuweka ile pesa kwa biashara, lakini hiyo pesa ilienda ikaanza kutatua matatizo mengine mahali, na jambo hilo likakuleta katika shida. Sasa unakuta watu ni visirani vinatendeka. Um, wengine ni madeni yanayoletwa na wachawi, unarogwa kiasi ya kwamba pesa ambayo umechukua haiwezi ikakusaidia. Umechukua hela kwa kusudi ya kuweka kwa biashara na haiwezi kakusaidia. Wengine ni hela inaibiwa, hiyo pesa inaibiwa kiasi ya kwamba hauwezi ukasaidika hata kuendesha ile biashara. Na wengine ni pesa imerogwa, ukiweka kwa biashara haiwezi kufaulu. Nimewahi zungumuzia madhabahu aina hiyo mahali ambapo kuna vyama, watu wanakopa hela, wakishakopa pesa, ile pesa haiwezi kuwasaidia kwa sababu wanachukua ile pesa wanairoga kitambo wakopeshe, hata kama ni kwa vyama ama kwa mikopo kwa benki ama nini. Kila mtu anayehela kwa benki ama kwa vyama vya kukopesha, mashirika ya kukopesha, wana madhabahu yao. Wengine wana madhabahu ya sawa, wengine hawana madhabahu ya sawa. Mradi kwamba uh, shirika linaweza kuwa lina, lina ni nzuri tu, lakini wenye hela walioweka katika hilo shirika kuegeza katika hilo shirika la kukopesha mikopo wana madhabahu ambayo si mazuri yanayosababisha uh, watu wanapochukua hela pale wanapata matatizo. Sasa kuna hayo matatizo ya kila aina, kama hayo ya magonjwa, ya kuibiwa, ya kuweka hela kwa biashara alafu inakufia ndani, ama matatizo yanatokea wakati ambapo umepata mkopo sasa ile hela haiendi kwa biashara, inaenda kwa tatizo lingine. Sasa kuna video hii, kuna jambo ambalo nimetaka kufundisha linaweza likakusaidia mahali popote ulipo. Unaponipata, nataka mnielewe vizuri, kwa sababu kuna vitu naweka hapa vinaweza kuwasaidia, badala ya kunifuata uh, ili mweze kulipishwa hela, kwa sababu huduma zangu napo Oh, unaponifuata kwanza kukufanyia sina eh, gharama. Nitakuitisha kama unataka nikuje, nitakuitisha fea ya kuja hapo, na mimi situmii gari hizi za barabarani, inabidi nitumie gari langu mwenyewe. Kwa hivyo inabidi uweke mafuta kwa gari langu, au kama ni nchi ingine inabidi ununue tiketi ya ndege, uniweke kwa hoteli. Unaona vitu kama hizo, hizo ni gharama. So, kuna video inafundisha ndio iwafikie. Hii video inafika Marekani, inafika Caribbean, inafika uh, Australia, inafika Russians, inafika Canada. Hii video inafika Afrika yote, inafika mahali popote ungetaka kutazama na usikilize, inafika, ila kwamba ile changamoto yenye nimeshajua jua ni kwamba vyombo ama vifaa vya kiroho vya materials ila zinaonekana kama hizi za kawaida hazipatikani kwa rahisi katika maeneo mengine. Hiyo ndio jambo nimeshagundua shida yake, ndio maana unaona mnaweza kutatizika, wengine inabidi mfuate mpaka niwasaidie, nifanye kazi huku mali nilipo kama huwezi pata hizo vifaa, kwa sababu wengi wanatumana hela, alafu nawatengenezea vifaa, nawatumia product, nawatumia product ambao tayari imeshaandaliwa imeombewa imekuwa commission imekuwa addressed imetayarishwa kwa ajili ya hiyo kazi na imekuwa processed pamoja na majina yako, kiasi ya kwamba wewe ambao umeiagiza itakukubali iweze kutumikia vile utakavyotaka. Sasa wengi wanatuma hela kwa njia hiyo kwa sababu vifaa havipatikani. Lakini video hizi ni free, mafundisho haya ni free. Unaweza ukachukua ukapractice, kama Mungu akikujalia ukipata hizo vifaa mahali lipo. Sasa hili ni nazi. Mungu akusaidie upate nazi ambayo imekaa namna hii, haijafunuliwa hapa hapa. Kuna macho matatu ya nazi, kuna macho matatu, haijafunuliwa. Wewe mwenye una hilo deni, wewe mwenye unataka kulipa hiyo deni, wewe mwenye unataka kupata hiyo hela, Mungu akuwezeshe kutoka katika hiyo kung'ang'ana katika mambo ya pesa na unafanya biashara, wewe ni lawyer, we, abeg. Wewe ni mtu wa biashara, unafanya biashara na ujui utafanya nini, lakini biashara inakufa, unataka kutoka katika madeni, umeingia kwa madeni. Unaweza kuwa ni mtu umeajiriwa kazi, lakini umeingia kwa madeni, ukiwa katika orodha ya mambo ya madeni ambayo nimetaja na unataka njia za hela zifunguke kwako, kwa uweze kutoka mpaka kwa madeni, angalia hii tunda angalia hili tunda na lenye liko namna hii, ambao halijatolewa. Sasa wewe mwenyewe ndio unafaa ufungue hapa. Unaona vile nafanya, utoe wewe, ndio unatakana utoe hivi. Ukitoa hapa, utaona kuna macho matatu. Unayaona macho matatu? Macho matatu unayaona vizuri? Sasa haya macho matatu utayatoboa. Mojawapo kwa haya matatu yanatoboka rahisi kuliko zingine, utayatoboa alafu, ukishayatoboa mwaga maji ya nazi katika glasi, glasi mzuri safi ndefu, mwaga maji ya nazi hayo katika glasi hiyo, alafu uchukue maji ya kawaida masafi yale mazuri ya kunywa, uchukue ujaze glasi ijae. Unanielewa, mtu wa Mungu? Alafu usome zaburi, usome Zaburi sitini na tisa yote uisomee kwa hiyo glass. Zaburi sitini na tisa uisome yote. Ukishamaliza, omba maombi ya moyo wako. Maombi hayo yafanyike saa sita mpaka saa tisa usiku, omba maombi ya moyo wako kuelekea kwa hiyo glasi ya maji vile unavyotaka katika moyo wako. Maandiko anasema mtu atashiba mema kwa matunda ya kinywa chake. Sasa omba vile unavyotaka ukitumia kinywa chako. Ukishamaliza hiyo usiku saa sita kuelekea saa tisa, ndio hili jambo linafanyika la maombi. Ukishamaliza kuomba, kunywa hiyo glasi ya maji. Kunywa tena, kesho yake ufanye vilevile vile. Kesho ingine ufanye vile vile, fanya kwa siku tatu ukifuatanisha. Usifanye leo alafu kesho usifanye, alafu kesho kutwa ufanye, ati mtumishi wa Mungu alisema siku tatu. Hapana, siku tatu zenye na maanisha ni leo ukianza, ni kesho ufanye, ni kesho kutwa ufanye. Kwa hivyo itakuwezesha utafute nazi tatu ambazo zinaenda kwa siku tatu, kila siku nazi moja Make sure ya kwamba ni maji ya nazi ndio unatumia. Ukishatumia kwa ombi kama hilo, na maji yale ya nazi unakunywa, nazi ya aina hiyo unaweza ukatengeneza ukala, unaweza ukapeana watoto wakala, unaweza ukaitengeneza, ukaisiaga, ukaitengenezea chakula, inakubalika. Aina hii inakubalika, kwa sababu kumbuka, hii nazi maji yake haujatumia kupigana vita maji hayo umeyatumia kuvuta mambo mazuri, umekunywa maji yale yakiwa yamechanganyishwa na yale ya maji mengine, na ikiwa ni jambo hilo, basi nazi inaweza kalika, nazi inaweza ikatumika kwa chakula. Lakini nazi ambayo ailiki, ukishatumia maji ni kama maji yale umeyatumia kutuma back to sender, ama umeyatumia kuleta judgment kwa mtu, yaani kwa lugha ingine ukitumia nazi au maji yake kwa vita, kwa masuala ya vita ya kiroho, basi maji ile nazi yenyewe isiliwe na mtu yoyote. Lakini iwapo umeitumia kwa kulete mambo mazuri, kwa kuvuta mambo mazuri kwako, nazi inaweza kuwa chakula. Mwanangu, Mungu wa mbingu, vitu, wa mbingu aliyeumba hizi vitu, Bwana wa ardhi na nchi akusaidie akusaidie kunielewa, akusaidie kunipokea, akusaidie kunikubali, kwamba Mungu aliyeweka vitu hivi anaweza ingilia kati kupitia kwa video kama hii akakutoa kwa madeni. Utaona njia zako zinafunguka za kifedha kwa njia ambayo haukutarajia. Hii inaitwa spiritual recipe ya kusababisha mambo ya pesa iwe rahisi kwako. Amen, Mungu akusaidie. Nazi unaweza kula, unaweza niuliza, mtu wa Mungu, baada ya kutumia nazi nafanyaje? Unaweza kula, unaweza peana, mtu mwingine akala, kama ni nzuri, si ya kutupa. Lakini nimekuambia ikiwa imetumika kwa njia zingine ambazo nimeshafundisha video kama hizo, nazi hailiki. Amen, fanya hivyo kwa siku tatu mfululizo uone Mungu akigeuza mambo yako ya pesa na madeni yako yakilipwa. Naitwa daktari Wilson Tayo. Nataka niwakaribishe mliopo Mombasa, nyote kujeni katika mji wa Mombasa, katika Mombasa South, hapo Likoni, nawakaribisha hapo katika mkutano ambao utaendelea, na ni ibada zetu zitaanza kuendelea pale nawakaribisha mje pale mweze kuona kile Mungu anaweza wafanyia wakati ni siko Mombasa. Naona watu wengi wanasema uko wapi? uko wapi, uko wapi? uko wapi wapi wapi? Nafikiri ndio video zangu zimeanza kuwafikia wengi. Sasa wengine nimewafanyia kazi kwa online, hamjapata uh, majibu. Naomba mkuje physically, uingia Likoni. Ukishaingia Likoni, uliza YWCA office, YWCA Premises, hapo katika YWCA, opposite na SK, ofisi zangu ziko hapo. Unaingia hapo unauliza dr unauliza Dr. Wilson Tayo, geti mane ananijua vizuri, watakuruhusu mtaingia tu mpaka kule ndani, alafu mtapata mahali mtaketi, mtahudumiwa. Amen, asante. Na wale wapo hapa upande wa Busia, mnakaribishwa katika uh, uh, stage ya Kisumu hapo. Kuna charge hapo kubwa ambayo tumeweka hapo ambayo hiyo church ina serve global center ya production ya kuleta mabadiliko katika maisha ya watu kingdom champion ministry tumeweka pale Mungu aweze kujalia sisi tumeweka hapo hiyo stage hapo mahali ambapo kulikuwa na kanisa lile la la, la, la, la, la, la new life mahali wale watu wa new life walikuwa wamekuja tufanyia hapo sasa hapo ndio kuna message yetu kuna ministry yetu hapo senda hiyo tumeweka hapo, nimeweka hapo hiyo senda kwa kusudi ya kuwasaidia watu wa Western, Kakamega, Bungoma, Busia, Eldoret, Ekitale, Transoya hapa Kisumu. Kujeni hapo, watu wanakujanga hapo kutafuta suluhisho. Mungu atawasaidia. Watu wa Nairobi basi tafuteni na nafasi niwasaidie, maana mko wengi sana Nairobi, mko wengi sana katika taifa hili la Kenya, wale watu wanafuata programu zangu wengi za global, za Dr Wilson Swahili gudini, Kenya ni Nairobi. Kwa hivyo nawakaribisha, tengeneze nafasi, mniite, mniambie nikuje wapi, nitengeneze, maana nimekuja hapo katika seminar. sasa nataka watu ambao wanaweza kujitolea waseme, mtu wa Mungu, tunalete miguu yako hapa. Kwa hivyo andaeni nafasi Nairobi, andaeni nafasi Nairobi. Mjiza hisi wapite, anda mtanitafuta wakati mwingine, andayeni nafasi nije kwenu, tengeneze kujeni pamoja, fungueni milango. Hata mtu moja tu anaweza fungua milango, ukimaanisha mtu moja tu, anaweza sema mtu wa Mungu huyu wacha nimwandalie nafasi aingie hapa. Kwa hivyo ni jukumu lako. Mungu awabariki, asante. Wale mlioko Tanzania tuna mpango mzuri ambao mtatangaziwa kwa mwezi wa tisa. Tunamwamini Mungu kwa hayo, hatujui vile itaenda, lakini tunatarajia Mungu atakuwa mbele yetu, atuandalie nafasi, tuone vile itakuwa. Asante sana, Mungu abariki, tukutane katika video inayofuata. Nenda ukafanya vile nimekwambia, fanya usiku wa manane, inuka saa sita usiku fanya ili jambo, kesho yake inuka fanya ili jambo, kesho kutwa inuka fanya ili jambo, alafu mwamini Mungu uone vile itakavyoenda. Bye bye.